Ulipoanza tulifurahi sana, tukakupokea kama mtoto mchanga, tukaanza safari ya matumaini na mipango kadha wa kadha. Ni kweli Mungu ametupa pumzi na mafanikio baadhi yetu, ila haikuwa rahisi mwanzoni. Matumaini yakawa mengi na matarajio pia, wengine bila kujali nini kipo mbele tukafurahi, wengine tukapata hata mm, michepuko, wengine sponsors. Kadiri muda ulivyosogea maisha yakaingiwa na demokrasia na ikachukua nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Siasa imetufundisha mengi mwaka huu, imetupa darasa, si kwa watawala ama watawaliwa. Ni bora mwaka huu mambo mengi yangeingia katika mitaala ya elimu, ili wajukuu zetu na watoto wetu wangesoma nini ambacho kilitokea ndani ya mioyo yetu. Tumejifunza kumbe siasa inaamua hatima yetu, mafanikio yetu na malengo yetu. Oktoba 29 na kuendelea itabaki siku ya kumbukumbu ndani ya mioyo yetu sote. Poleni kwa wote ambao walikumbwa na majonzi na wengine kufikiwa pabaya. Ni mwaka ambao umetufundisha kauli tu haitoshi, bali kwa kusikilizana na kuweka mbele masilahi ya wengi. Umetufundisha kuwa vijana wana nafasi kubwa katika mabadiliko na kuwa jamii yenye taarifa sahihi ina nguvu. Mwaka upo ukingoni, ni kweli haujaisha ila tunatumaini utaenda zake. Mwaka unaoisha umetupa funzo, na mwaka unaokuja Mungu atatupa tena nafasi kunako majaliwa. Ni juu yetu kuamua kama tutajifunza au tutarudia tena makosa. Ni mwaka ambao kila mtu ana kumbukumbu ndani ya kichwa chake na katika moyo wake pia. Tuendelee kumwomba Mungu tuweze kuvuka salama kwa pamoja. Mwisho wa mwaka si mwisho wa safari, ni mwanzo wa ukurasa mpya wa maisha hii. Ni CF Media.